Dotto, hey, hey, hey. Wakati, yes, wakati <laughs> lekeso leke tun hey. Uh, na, sisi bado ni vijana, na kama, hey. Wabu, nasikia, mpule, jamani nanyi mnamtapeli huyu bwana, mnapata dhambi kwa Mungu. Wanampigia e, simu sijui mi nataka nina show bei gani. Acheni maneno maneno yenu, akishamba sho ndo nini? Si tuna shida ya show, si tuna shida na kuijua dunia, sho jua wewe sawa na nikija kukubaini, unanijua bwana, maisha yanayotokea tofauti na huyu. Mimi time wote tuko mbioni, kama sio kwenye TV kwa taifa habari. Sasa mashabiki wake ungetamani kuambia nini? Jamani mashabiki wangu, msubirie kazi nzuri ya msanii wangu dogo lema, mumpokee. kwa walikuwa kama hivi na wamefikia hivi, kuna process yoyote labda umeshaanza kuifanya? kwa sijaifanya process yoyote kwa sababu najiamini mimi, simu yangu moja tu, nikiamua. Sote wadogo zangu wanapita kutu hapa, kama wananita kwenye majambo yao na watangazia, na mimi kwa nini jambo langu asilipokee? Hey, eh bwana mdogo wangu eh. Hey, moja mbili tatu, leo sitaki bahasha Mchukue msanii wangu, fanya naye kolabu yeyote, maisha si, usimzahau mtu, mpokee kama tulivyopokelewa sisi, au kama ulivyopokelewa yeah. e. mtu mwenye id anakupokea, lakini mtu mwenye kujisikia kuona kuonasiwana ana mavera si ukapaki si ma, ma Posh Queen ataona eh? Ukati mwenye watu alimpokea Posh Queen alikuwa anaiona anapopokelewa kwa, kwa mwenzie, si unanielewa? I make sense, I need you. Yes. Si unanielewa kwa sababu mtu kama anaweza akaja, bwana, naomba kolabo. Ukiamka asubuhi na kitabu chako, si una matege yako, ma Posh Queen amepaki walinzi wanne mabodi nane, unamwona huyu kama dustbin. maisha yako hivyo we hey, baba Mungu usifanye hivyo yeah. Okay, kumbuka wewe ulikotokea siw hujue, yes. E, na mi <totipa> <totipa> naongea yani na wa na yangu ya lili, simtegemei mtu, mi niko vitani. Unapokuja mi ndo nakupokea. Eh, kama siwezi ngumi, tutajua vyovyote, na hapa ipo, ujue mi kwa sababu mi influencer, yaani mi nitapokea na kuwatangaza watu wawachukue kwao. Nitakuwa na lebo yangu ya kuwapokea wasanii wote wenye kipaji kichanga na nitawa brand zigizo vya kawaida, siwezi kumwambia mtu aje na hela takuwa ndo tayari tena. Maneno najenga simple. Wewe unamwambia aje na hela vipi? kwa swali yake unaiona yenyewe hela nakua <gibu> mfano hai tena, anaanza kutafuta maneno, atakuchukia, ndo tena anaanza kuongea vibaya. Dotto Magali sio hivi, hey. Yani mimi ote atakuja kizazi kipya nitampokea, sitoe sentano yake yoyote. Mimi nitamsaidia kumbrand na kumweka kwenye mazingira ya kibinadamu. Ana ngoma ngapi mpaka sasa? Ana ngoma nyingi tu mwenyewe kaimba. Sinaga muda wa kumuuliza kwa sababu najua ipo siku nitaka naye vizuri. Sasa ndogo wangu, nataka uende mbele. Kitu ambacho unataka kukifanya kwake, na mpaka sasa hivi ambacho umeshakifanya kwenye muziki wake. Ukiacha promotion ambayo tunaiona tunapenda, vitu vingi nataka endelee studio. Studio yote kubwa ndio alo sema mdogo wangu. Ya msanii mkubwa. Siku mbili hizi. Mm. Wasanii wenyewe wananipigia wadogo zangu wakubwa. Bwana, tunamkubali sana, hebu mlete. Vitu eh, vya kawaida kwanza, mwenyewe utapata followers, utaonekana kweli una utu eh. Naanza na studio, eh, studio yote kubwa tu hmm. Eh, bwana msanii wangu piga naye collab au kwanza msikilize studio, vitu vyake anavyojua mwenyewe kichwani alivyoviweka, vya kusema maisha ya kawaida tu anakwenda kama